Tafakari ya ibada ya njia ya msalaba. Kituo cha nne: Yesu anakutana na Mama yake. Upendo wa kweli hudhihirika katika mateso na furaha. Mtakatifu Bernardo anapotafakari juu ya tukio hili la huzuni la Bikira Maria kukutana na Yesu kwenye njia ya msalaba, anatumia maneno haya: ni katika njia ya msalaba kwenda Kalvari mama mwenye huzuni nyingi anakutana na yesu mwenye huzuni nyingi. Mwinjili Yohane anaeleza vema juu ya tukio hili tunaposoma injili ya Yohane sura ya 19 aya ya 25 hadi aya ya 29. Tukio la Bikira Maria kukutana na Yesu katika njia ya msalaba ni mojawapo ya mateso saba ya Bikira Maria na mwendelezo wa utimilifu wa unabii ambao Roho Mtakatifu aliunena kwa kinywa cha mtumishi wake Mzee Simeoni, siku ya kutolewa Bwana Hekaluni. Injili Luka anasema, Simeoni akawabariki, akamwambia Mariamu mama yake, Tazama, huyu amewekwa kwa kuanguka na kuinuka wengi walio katika Israeli na kuwa ishara itakayonenewa Nawe mwenyewe upanga utaingia moyoni mwako ili afunuliwe mawazo ya mioyo mingi. Rejea Injili ya Luka, sura ya pili, aya ya ishirini na nane. Upanga ambao Simeoni alitabiri juu ya Bikira Maria ni mateso makali atakayopitia katika kushiriki kazi ya ukombozi katika njia ya msalaba. Kwa mara ya kwanza Bikira Maria anakutana na mwanaye pekee akiwa amejeruhiwa kwa mijeledi, mwili wake umedhoofika, amebeba msalaba na kelele nyingi za makutano za kumshangilia juu ya kifo cha mwanaye ambaye tangu mwanzo hajawahi kuwa na hatia yoyote. Maumivu aliyoyapata Bikira Maria hayawezi kulinganishwa na chochote, kama mama wa Yesu aendaye kuuawa. Ulimwengu ulitazamia kuwa Bikira Maria katika mazingira hayo azimie au afe kwa sababu ya mshtuko, lakini licha ya huzuni kubwa aliyokuwa nayo, aliambatana na mwanaye hadi alipopokea maiti yake akiwa amefariki msalabani. Magret binti ya mtakatifu Thomas More shahidi, alipokutana na baba yake akiwa anaenda kuuawa, alilia "Baba, baba!" kisha alianguka miguuni pa babaye na kuzimia. Lakini haikuwa hivyo kwa mama Bikira Maria. Alipokutana na Yesu, alipatwa na uchungu mkubwa sana, lakini bado aliweza kumsindikiza katika safari ya kwenda kuuawa. Mtakatifu Anselmo anasema Bikira Maria angemkumbatia mwanaye, lakini askari walimsukumia mbali asipate nafasi ya kufanya hivyo. Lakini licha ya hayo yote bado alimfuata Yesu. Hakufungua kinywa chake kuwatukana watesi wa Yesu kwa sababu ya ukatili wao, alistahimili yote kwa sababu imani thabiti kwa Mungu ilimpa nguvu ya kilio cha matumaini. Hakutaka kumwacha mwanaye, licha ya uchungu aliyokuwa nao, bado alijipa moyo akamfuata katika hali ya uchungu mkubwa. Abate William anapotafakari tendo hili la kiimani Bikira Maria anasema, Bikira Maria vile vilevile alichukua msalaba wake yani mateso, na akamfuata mwanaye ili kusulubiwa pamoja naye. Utabiri wa Simeoni ulidokeza wazi namna ambavyo Mama Bikira Maria angeshiriki kikamilifu mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo kwayo tumekombolewa. Katika matokeo ya Bikira Maria kwa Mtakatifu Bridget alieleza juu ya uchungu aliyoupata katika safari yake ya kushiriki kazi ya ukombozi. Mtakatifu Bridget alisimulia kuwa wakati wa mateso ya Yesu Kristo ulipokaribia, macho yake mama Bikira Maria yalifunikwa na machozi, namna alivyofikiri juu ya mwanaye anayeenda kuuawa aliingiwa na hofu na mwili wake uligubikwa na jasho la baridi. Mateso ya Bikira Maria yana muunganiko na upendo wake kwa Yesu Kristo. Richard wa Mtakatifu Laurenti anasema kadiri Bikira Maria alivyompenda zaidi Yesu Kristo, ndivyo alivyojeruhiwa zaidi Ukubwa wa mapendo yake kwa mwanaye ndivyo ulivyokuwa ukubwa wa mateso aliyoyapata wakati wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, hasa alipokutana naye akiwa ameshahukumiwa hukumu ya kifo na amebeba msalaba wake kuelekea mahali aliposulibiwa. Huu ulikuwa uchungu kama upanga kwa mara ya nne moyoni mwa mama Bikira Maria. Mtakatifu Benardini anasema tukifikiri juu ya uchungu aliyoupata mama Bikira Maria kufuatia kifo cha Yesu Kristo, lazima tutafakari juu ya upendo ambao mama Bikira Maria alionyesha kwa mwanaye. Akina mama wengi huwa wanahisi mateso ya watoto wao kuwa mateso yao, ukweli ambao tunaoupata kwa mwanamke Mkanaani alipoonana na mwanaye amepagawa na pepo, alihangaika hadi kumfikia Yesu Kristo na kumuomba amponye mtoto wake. Rejea Injili ya Matayo sura ya kumi na tano aya ishirini na moja hadi aya ishirini na nane. Yesu alikuwa mtoto pekee kwa Bikira Maria ambaye kwa wakati huo huo alikuwa mtoto wake na Mungu wake aliyeshuka kutoka mbinguni kuwasha moto wa mapendo ya kimungu mioyoni mwa watu. Mapendo ya mama Bikira Maria kwa Yesu Kristo yaligeuka kuwa huzuni wakati wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, uchungu ambao haulinganishwi na mtu yeyote duniani. Katika kituo cha nne cha njia ya msalaba tuna haya ya kujifunza Tukitaka kumpenda Mungu kikamilifu, tujifunze kwa Bikira Maria. Wahenga walisema, uchungu wa mwana aujua mzazi, rafiki ya kufaaye wakati wa dhiki, huyo ndiye rafiki wa kweli. Yesu alikuwa na ndugu wengi, orodha ya watu wengi aliyowatendea wema kwa kuwapa chakula, kuwaponya na kadhalika walimlaki na kuungama mbele yake kuwa ni mwana wa Mungu wakati wa amani, lakini si wote waliojitokeza wakati wa mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, isipokuwa Mama Bikira Maria, akina mama wachache na Mtume Yohane mwana wa Zebedayo. Rejea Injili ya Yohane sura 19, aya 25 hadi aya 29. Hata baadhi ya mitume wake aliyokaa nao kwa miaka mitatu usiku na mchana, wakati wa mateso waliogopa kujitambulisha kuwa nao walikuwa wafuasi wa Yesu Kristo. Mtume Petro alipoulizwa kama alikuwa na Yesu bustanini pale Getsemane, alithubutu kusema simjui. Rejea Injili ya Luka sura ishirini na mbili aya ya hamsini na saba. Hapa ndipo tunapoweza kutambua kuwa upendo wa kweli huonekana katika shida na furaha. Waliompenda Yesu walikuwa tayari kufa pamoja naye, wakamsindikiza hadi Kalvari na kuwa mashuhuda wa kifo cha mpendwa wao. Tunaweza kujiuliza, wale makutano wapatao elfu tano ambao Yesu aliwalisha mikate na samaki, wakala wakasaza, Hali kadhalika waliofufuliwa, walioponywa na kuhubiriwa neno la Mungu, walikuwa wapi? Upendo wa kweli ni mateso, unahitaji kujitoa bila kujibakiza. Mwenye heri Funton Shin anasema hakuna mtu aliyempenda Yesu katika dunia hii kuliko Bikira Maria. Kwa sababu hiyo, alikuwa tayari kufa pamoja na mwanaye. Yeye ni shule ya upendo kwetu. Tukitaka kujifunza namna ya kupenda Yesu, basi tumtazame mama Bikira Maria. Tujifunze pia kumtumikia Mungu, hakuna mapumziko. Tupo katika ulimwengu ambao watu wengi tunamrudia Mwenyezi Mungu kunapokuwa na matatizo makubwa. Wakati wa furaha, Mungu tunaona haitajiki katika maisha yetu. Imani ya kumkimbilia Mungu wakati wa mateso tu, huo ni ushirikina. Upendo wa kweli kwa Mungu na kwa jirani hudumu muda wote, kama Bikira Maria alivyoungama imani, matumaini na mapendo yake wakati wa furaha na mateso. Tujifunze pia kuwa akina mama wa leo na wajibu wao kwa watoto wateswa akina mama wa leo na wajibu wao kwa watoto wateswa. Bikira Maria kama mama mzazi wa Yesu alikutana na Yesu mteswa kuelekea Kalvari. Akina mama wa leo tunayo nafasi ya kukutana na watoto wateswa wanaotumikishwa kufanya kazi zilizo nje ya uwezo wao kwa sababu ya kutokuwa na kipato, kukosa wazazi na kadhalika. Wanasulibiwa wanayo nafasi ya kupiga vita utamaduni wa kifo unaolenga kuwagandamiza watoto wasioweza kujitetea kama kuuawa, kama kuua watoto wasio na hatia kwa njia ya kutoa mimba au hata baada ya kuzaliwa wanayo nafasi ya kutoa elimu kwa watoto juu ya maadili mema kwa sababu watoto wa leo wanateswa na malimwengo wanayohalalisha dhambi kuwa haki na mapenzi ya Mungu yaonekane ni mawazo ya watu binafsi. Wakina mama wanaowajibu wa kukutana na watoto wanaotekelezwa wanaotelekezwa mitaani na kuwakanya kina mama wenzao ambao dhamiri ya kupenda uhai imedhoofishwa na maulimwengu. Bikira Maria ni shule kwa kina mama wote, kusikiliza vilio vya watoto viliko na kuwafuata kwenda kulia nao, kuganga nao katika shida zao za mwili na za kiroho, wawata na wasalimu kwa upendo wa Kristo. Basi ninawasihi katika upendo wa Kristo, kumbukeni kuwajibika, kumbukeni haya yaliyoandikwa Yesu Kristo alipomtokea sista Domira wa Florence alisema fikiri juu yangu na unipende mimi nami na nitafikiri juu yako na nitakupenda mikononi mwake alibeba ua na msalaba kama ishara ya kuwa faraja kwa watakatifu katika ulimwengu huu inawezeshwa na msalaba Msalaba unaunganisha roho za wanadamu na Mungu. Sisi pia tubebe misalaba yetu tumfuate Yesu msulubiwa kama Bikira Maria alivyomfuata. Hakuna msalaba bila upendo na hakuna upendo wa kweli bila msalaba. Imeandaliwa na Adriano Mgaya na kusomwa nami Felix Kilasile. Tumsifu Yesu Kristo.